Kwa hiyo hadithi hii fupi dhani yake na ubainifu kwanza, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwanadamu kama wanadamu wengine, anapatwa na maradhi mithili ya maradhi yanayowapata wanadamu wengine. Ndio maana Jibril aliposhuka akamwambia, unaugua Muhammad wewe? Akamwambia, naam, mimi naumwa. Akamfanyia matabani

Sasa tunaona mbona, mtume akafanyiwa kisomo? Mtume hana tawakkul ala Allah? Mtu mwenye tawakkul anamwambia mtu hastaki kusomewa nini? Hili la kufanyiwa kisomo, wewe halipingi, wala haliendani kinyume kwamba wewe una tawakkal ala Allah, anta tatawakkalu ala Allah. Yani hili jambo jingine, wala haliingii kwenye kutokuwa na atawakkul ala Allah. Kinyume na yule aliyeomba asomewe vitu vile tofauti. Ukiona umo na matatizo fulani, ukamwambia mtu, bwana, njoo nisomee, nakwambia ah, wewe tawakkuli yako kwa Allah imeshuka kidogo. Kule kuomba mtu akusomee ruqya, tawakkuli yako imeshuka. Lakini kama anakuja mtu anakuangalia, alo fulani, naona kama vile si mzima kidogo, kweli ah, si vizuri

Jamani, tafuteni msomaji wa ruqya jamani, tafuteni kadha, na sio haramu, ila litakunyima fursa ya kuingia peponi bila ya hesabu, kwa yale yaliokuja katika hadithi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotaja wale watu akasema, wa minhum sab'una alfan, na miongoni mwa wale watu wako watu elfu sabini. Ydkhuluna aljanata bighairi hisab, watakaoingia peponi bila ya hisabu. Nifahamu hi hadithi tulai kusoma kwenye kitabu Tauhid. Tume ameonyeshwa umma, kaonyeshwa umma mkubwa, akadhani aka kwamba ni umma wake, akaambiwa akaambiwasumma wako huu huu ni umma wa Musa, yule pale ni Musa na watu wake. Hebu tazama kule piga jicho sehemu ya pili, akakuta umma mkubwa kiasi kwamba kuna kiwingu cheusi kwa ukubwa wa wingu wake. Akaambiwa, huu ndio umma wako Muhammad, na katika ule umma mkubwa unaoona kuna watu elfu sabini pale ambao wataingia peponi bila ya hesabu, hakuna kuhesabiwa wao, kuingia moja kwa moja, elfu sabini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaona elfu sabini wachache, sabini tu

wakawa wanajitahidi, kina nani hao? Itakuwa wengine. Wakasema ah, hao bwana, itakuwa bila shaka ni wale waliofanya naye hijra kutoka Maka kwenda Madina. Wengine wakasema ah, itakuwa sio hao, hao hao bwana, watakuwa ni wale waliozaliwa kwenye Uislamu. Wale waliofanya naye hijra siku na ambao walisujudia masanamu, ah, hao sio, ni wale waliozaliwa kwenye Uislamu. Mtu mkatoka akaona wamekaa na wanajadiliana, wewe sema hili, wewe sema hili Mtume, hebu tupe sifa zao. Ndio wakazitaja humu lladhina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayarun waala rabbihim yatawakkalun. Ndio sifa zao hao wa watu humu lladhina la yastarkun ni wale ambao hawawaombi watu wawasomee ruqya, sifa ya kwanza hiyo, ila kama mtu amekuja tu mwenyewe, hebu njoo kaa chini, yaenda kupigia kisomo, yafaa lakini kuomba usomewe, a -a, wajipotezea tiketi yako, sio? Nanielewa, ni wale ambao la yastarqun, hawawaombi watu wawasomee ruqya. Wala yaktawun, wala hawawaombi watu wawafanyie tiba ile inayoitwa alkai, kutumia moto. Kulikuwa na matibabu wanatumia moto, na mpaka leo tunayo wala yatatayarun na wala hawahitakidi itikadi ya nuhusi na mikosi. Hawana itikadi hiyo, kwamba sijui umefungua mlango anizako kazini, kufungua tu mlango unakutana na kilema mm, jamani leo siku mbaya hii, kufungua tu mlango unakutana na kilema, au umeshakaa kwenye kipandwa chako, au umepanda kwenye basi hamjafika mbele mkutana na ajali. Jamani ah, hii siku nuhusi safari, hebu nishusheni, nishusheni. Wako watu wanarudi wana, wana, wana, wana, wana nyuma, kwenye safari kuna kitu wamekiona. Hii ni dalili ya nuhusi, dalili ya mkosi nimeiona, bora mimi safari hii bwana, hapana. Ana. Anashuka. Sisi tunaliona vizuri hapo kuitakidi nuhusi na mikosi, ima kwa vinavyoonekanwa au vinavyosikiliwa inavyoonekanwa kama hivi, tukaona ajali kakutana na kitu fulani, au amesikia mlio wa bundi. Kuna watu wakisikia mlio wa bundi, ah, atakufa mtu. Bundi nimemmsikia mimi, atakufaa mtu. Au mkulima amemwona yule mdudu anaitwaje, kakakuona, kakakuona, kaonekanamaka mavuno huu ana alaka gani kakakuona na, na mvua Hizi ni itikadi za kuitakidi nuhusi au mikosi kupitia vinavyoonwa au vinavyosikiliwa. Hao hawana itikadi hizo, hao watu hao, la yatatayaruna waala la rabbihim yatawakkaluna, na wanategemea kwa Mola wao. Mvua wanamtegemea Mola wao, sio mpaka wamwone mdudu fulani, kitu fulani, wanategemea kwa Mola wao, sio mpaka waone kitu fulani, anatoka anamwona kilema, kipofu